Kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo, kwanza tunaendelea kuwashukuru wanahabari na wengine wote ambao mmekuwa nasi, wanachama kutoka maeneo mbalimbali ambao wamekuwa wakishindikiza na kuendelea kufuatilia uh, kesi hii e. Pili, tunaendelea kuwapongeza wagombea wetu popote nchini, madiwani, wabunge ambao wameendelea kunadi sera za chama cha ACT Wazalendo na wameendelea kujiandaa, eh, kuomba kura wameendelea kujiandaa kulinda kura na hatimaye kupata ushindi. Kwa hiyo tunaambia kwamba tunajua kazi zinaendelea, na tunaomba waendelee hivyo hivyo, wakati tukisubiri e, maamuzi ya mahakama. Tuna imani kubwa na hoja zetu e, na tunaamini mgombea wetu ambaye ACT Wazalendo mkutano mkuu ulimchagua kwa kishindo kikubwa atatendewa haki na haki itaonekana imetendeka. Mwisho, naomba niendelee kuwashukuru mawakili wa chama uh, kwa kazi kubwa ambayo wameendelea kufanya mpaka tulipofika sasa.